akifungua mkutano wa kwanza wa kimataifa wa takwimu huria kufanyika afrika uliohudhuriwa na nchi zaidi ya 30 rais kikwete amesema takwimu ni nyenzo muhimu kwa maendeleo na hakuna mafanikio yanayoweza kupatikana bila matumizi ya takwimu sahihi kwa vile zinaweza kutambua changamoto za jamii na kiuchumi na kusisitiza moja ya changamoto ya nchi za afrika ni upatikanaji wa takwimu sahihi

Awali waziri wa mambo ya ndani ya nchi mheshimiwa Mathias Chikawe anasema katika ulimwengu wa dijitali takwimu huria imekuwa moja ya nyenzo muhimu katika kuimarisha uwazi na uwajibikaji na kupeleka huduma kwa jamii, ikiwa ni pamoja na kuendeleza ubunifu, ambapo amesema moja ya malengo ya mkutano huo ni kubadilishana uzoefu na wadau kutoka nchi mbalimbali, wakiwemo asasi za kiraia, serikali na sekta binafsi.

Akizungumza na waandishi wa habari katibu mkuu kiongozi balozi Ombeni Sefue amesema mfumo wa takwimu huria umewezesha upatikanaji wa takwimu za serikali kwa uwazi na urahisi zaidi, ambapo Tanzania imeanza na wizara ya afya na ustawi wa jamii, wizara ya maji na wizara ya elimu, kwa kuwa zinagusa jamii moja kwa moja, na kusisitiza, kupitia mfumo huo, wananchi wanaweza kuhoji serikali na kuiwajibisha, kuwa takwimu huria hizi zinampa mwananchi wa kawaida fursa na yeye hata kwenda kwenye mtandao kulalamika kwamba nyie hapa mnaonyesha hapa kunatakiwa maji yatoke, mbona hayatoki? Kwa hiyo, kwa hiyo ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni, ni kitu kwa kweli kikubwa sana ambacho kitageuza kabisa jinsi serikali inavyofanya kazi inavyowajibika kwa wananchi na jinsi ambavyo wananchi sasa wanaweza kuiwajibisha serikali vilevile. Vile kwenye sekta ya, ya elimu kama kuna zile takwimu huria zimewekwa kwenye mitandao zimekaa vizuri, ni rahisi kabisa wa, wananchi kila siku kuangalia walimu wangapi wamekuja leo shuleni na wamefundisha nini. Maana kuja shuleni ni kimoja hapo na kufundisha ni kimoja wapo. Je, leo kuna maji? Kutoka hapa katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere jijini Dar es Salaam, mimi ni Henry Mabumo wa ITV.